arume atheri riu yes. nini ndari kanini hau, na nindi ngirite ku ndi kanini tiga ogu andu manyona ndi munini taisi yeah. uh -huh. takire munini gukira riu ehe riu ndathi hau. Yes. Uh, mm -hmm. he muthuri wetagwa ndi mwedeta muno ni okire hi ndi mwe ona ore andu maragia akiuga oyo anga ni mukuhi no na retwa riu kuma hau ndetwa grace mukuhi haya kai retwa ri rä asikeire hau ri

na niguo ko kumwe tondu mami witu akiri housewife mami witu ndakiri rutaga wira muthuri ucio ni arutire wira muritu muno no ungiona miake yo ati fafa ni okire akigura brothi na irofi ni ukumenya mundu ucio ni very hardworking a very hardworking man agikwa akigura brothi kayole agiaka ruku mahau ndu tukia bia kurerwo uo na mathina na ki akabita wira wa miako ki muthuri ucio aturera nginya tuigana yeah wow

Ee riu nindathii ni a mukoragwo muhetwo mu no njarie uhoro wa githomo gikigitu

ino ndathire, ino nimanyonire, ndi na mwana guy what do you mean <laughs> yeah that's me nie ne thoire okay he kindu thoire ni thoire thoni na muthuri ucio to ni muthuri mwega, muthuri o ni mwega na ni ndi mwendete muno na ni njendete mami muno, napenda wazazi wangu sana. Ucio ni undu kwa othe ine wakwa nathire na kou maundu makwa nie ngi mathondeka nie mwene mm -hmm. o do we wathoki undu tiga kugia andu mm -hmm. we hindi ciothe wamenya ni wathoki undu tengeneza peke yako ndu ndathire ngi thondeka maundu makwa ndokire gucera dina mwana we ni wahika ke hiko ngi gutwara hindi ndo ina miaka hindi uri munini we ona ndigera kuga miaka ya dali nayo tondu mundu na make

Uh -huh. na ni ambia guthukana uh -huh. ti mundu ria agicenjia ti mundu ria ndeciragia niwe ugithukana micamu e i ni ndiainaga nikiweka ona we niwe wainaga ti ni ndainaga baba baba ndainaga <laughs> <Haia. laughs> yeah. e, macani no macani ma, ma, ma, ma, ma, ma. ma, ma, na mwana wakwa mugongo na gikabu nii meri na mururi noi andu monaga guku mundu atherete andu matingimenya maria wanagerera nigetha witwo mukuhi kana ngai atume ati ati ni ukarugama handu wariirie mundu watuha banjugu

na mundu uyu uyu ni mukuru kungira ena miaka miingi kungira but uria arani treat ona ndiendaga kuririkana iyo undu icio yani ni itumaga nginya rimwe ndaikara uguo ngeciria hei ngaigua ni ndagereire iyo undu nditu muno iyo undu ona itangienda muiritu ungiagerere ni ndingienda mitugo ya muthuri uyu ni akoragwo na hiki hihi kana no no gutesa tondo ndaumire ku uo ahikanitie ya inia aumire ku uo akihikania na nie ni ndokire ngi ikara ngigia mwana uyu ngigithina na mbere na maisha makwa ohau hau hau ndira kingirira ria uhoro uhoro wa wini ndina ciana baithe ona ee andu matirema

Proud. Yeah. ya tewe na twana twega u na okana watiga muthuri uria no ni wakimurekeire dikona thina by the way ako he mundu wi ngoro nene nene nawe o nya dikoko ko u hangai na aheire hinya na akihotithia tha ici by the way my first born ni dareka

Ciari akwa, okay, ni ndi mendete muno, okuhe andu ino othi njugaga andu abata ngai aheire ni mami itu -hmm. na baba itu, na my siblings, ono koma tiri hoti, mani mm. uh, marugamire nani muno mm -hmm. ona mamenya mm. uri ahana, mm -hmm. you know, andu yeah. acio ni marugamire nani muno yeah. na makituma ngia na hinya muno, tondu ona ni murito wa kana kau gakere, ndathiragia ndikawira wa nyumba Haha ha Westland ee ee ainaganainaga ni atugaga nie ni ndamuigwa agatuga no ndiari na wira wakwa no riu nie ndaki ina ina ngeigwa ina, hii ni ndraina wega mm -hmm. nie ona undu uyu wokire ndacoka gwitu ndacoka muci ngehota ngeiwa ni ndirahota kuandika nyimbo icio nie ndikuga ati ndambirie kuandika ndi mwana aca no kukuina ni ndakeinaga na andu a kanitha ni mamenyaga i muiritu wa ngania ni ainaga ni ainaga ona kanitha uria ndarereirwo by the way ni moe ni makoragwo makimenya ona twathi ta riu ithomo ici akuni no mathiaga cia thiku ithatu nie ndiagagirwo na ndikana ringi ndiratongoria nginya yuthi andu anene ni mm -hmm. no mm -hmm. we ni woraina koguo ri ndari nakea ro ki u no utungi ndiari naguo hindi iyo uyu ni we wari no utungi ndi ki uyu uria a gwa githamanirio tugicenjanio muritu ni ndathi wira

Riu ni wa rera twana ni wagia akana gaka of course niwatiga watiga wira muturire Bado wikaro hare akuheirio hari ndi na akuhere mwana irio no nie ndi mundu mugi nie gwitu ni kwendagio makorobia na ireti gwitu coetwo ni kwarihagwa makorobia na ireti mwana akinya mieri na tondu ni ndari

gwito nikwega kwega nikuri nikuri biashara kuguito soetwo ina guoko kwega niuthiaga wenda riu, u ngareherwo uh -huh. makorofia mau garida uh -huh. garida makorofia meruha riu nona ningutarira nginya andu atuthoko tu ni ngenaga ni ngai kuhe meciria maihenya ni ndiri kiguta na ndindakomereria meciria toro ngai ngai ange kuhe undu ngai akuhoka ange kuhokera kiundu ukoro ati ni urakomereria meciria uguruke ma tu ni ne daruta makorofia makwa ngenderia andu akuria ngenderia andu athoka mauka matari ndarutire wiro cio hinde ine ne muno na ngirera kana gikinya mwaka gikinya iri gikinya tatu hau ni ho ndacemanirie na matino anja kanaga kuke na miaka itatu tunyitirire hau hara twacemanirie na Martin wa Janet hmm. nigetha wabu yetu tu nengereria muhoro na njira kwi muthikiriria kwa kigoco ndi na mugeni muini witagwo Grace Mukuhi hmm.

Muhonokia twoka kuri we tukenda kirathimo yaku twinyiitie twibere yaku tufatiirie oni kirathimo amwe ona ithue onaithue turathimanirie twi amwe Amen. ndakoretwo ndina rwiboru na rutiere tiere nginya na video.